Swala la kuokoka ni kazi ya Mungu mwenyewe. Anakupa neema, unampokea Yesu. Yesu alitaabika kwa ajili yako wewe, wewe ndio ukapatikana. Swala la kudumu katika wokovu baada ya kuokoka, kuna watu wawili wanaoifanya. Wa kwanza ni Roho Mtakatifu, lakini wa pili ni wewe. Una, una jukumu la kufanya juhudi unaweka wokovu wako mpaka siku ya parapanda ama siku ya unyakuu. Sasa Roho Mtakatifu anatenda kazi katika maeneo matatu. Wa kwanza ni Roho Mtakatifu pamoja nasi, ambaye kila ambaye amezaliwa na mwanamke yuko naye. Wa pili ni Roho Mtakatifu ndani yetu, huyu tunampata pale ambapo tunaokoka. Tuna, okoka, tunakiri na kuamini. kazi yake nini? ni kututhibitisha kwamba sisi ni wa Kristo, ni wana wa Mungu. Anatushuhudia ndani yetu, lakini pia kazi yake ni kututakasa. Kazi yake nyingine ni kutuhakikishia uzima wa milele. Eneo lingine ni Roho Mtakatifu juu yetu. Yeye kazi yake ni kutupa nguvu kwa ajili ya kufanya kazi. Huyu Roho Mtakatifu ndani yetu ndiye haswa nataka tumwongelee leo, kwa sababu yeye ndiye atakayesababisha siku ya unyakuo uwe na uwezo wa kupaa. Yeye ndo anahakikisha unakuwa mtakatifu na kuwa umetakasika. Lakini Roho Mtakatifu huyu ndani yetu ana kanuni zake, ili wewe uishi katika wokovu. Sio kwamba tu akiingia imeisha. No. Kuna kanuni unapaswa zifate na ndio maana kuna mahali anasema wala msimhuzunishe roho wa Mungu. Huyo ndio Roho Mtakatifu ndani yetu ambaye tunamuita Roho wa Kristo. Tusome Biblia kidogo, anasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya sita mstari wa nne, anasema haiwezekani kwa hawa ambao mara ya kwanza walipata nuru ama walipewa nuru, lakini wakakionja kipawa cha mbinguni, lakini wakawa washirika wa Roho Mtakatifu yupi ndani yetu, roho wa Kristo. Wameonja neno zuri la Mungu na nguvu ya milele ijayo. Nini? uzima wa milele mbinguni. Ukujua, amesema ni ngumu sana hawa watu waliopokea nuru, nguvu, vipawa, uh, wakawa washirika wa Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana kama wakaanguka. Kuanguka vipi? Kurudi dhambini, kurudi walikotoka, kumkataa tena Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana kwao kuwafanya upya tena, hata kama wakatubu, kwa maana wanakuwa wanamsulubisha umwana wa Mungu mara ya pili, na wanamfedhehesha ama wanamwaibisha. Kwa nini inakuwa ngumu? Kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa pahala patakatifu. Kwa ukiingiza uchafu, ukarudi dhambini, anahuzunika, anazimika. Akizimika, inakuwa ngumu sana kurejea tena kwenye nafasi aliyo aliyokupa. Kwa kama mtu uliokoka, acha kumhuzunisha, acha kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako, kwa kuwa akisha huzunika anakaa kimya. Unamzima, kwa sababu ni kama moto. Moto ukiumwagia maji unazima. Ukisha mzima, kurudi tena kumwasha tena ni ngumu na kama utaenda na hiyo hali mpaka siku ya unyakuu ni kuhakikisha kunyakuliwa wewe itakuwa ngumu. Kila mtu aliyeokoka anatazamia kuingia mbinguni, lakini kwa matendo mabaya utapata haki ya kuingia? Nasema nimeokoka, kwa hiyo kila aliyokoka anaingia mbinguni? Haujafata sheria ya roho, haujafata uh, kanuni za roho Unaingiaje sehemu ambayo haujafata kanuni za hiyo sehemu? Tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tisa ishirini na saba, anasema na utaabisha mwili wangu, hmm? na kuweka chini ya utiisho, chini ya nani? ya Roho Mtakatifu anautaabisha. Anautaabishaje? Kwa kuto kufanya ma, mapenzi ya mwili, kwa kuto kufanya dhambi mana mwili wenyewe ili ufurahi, usitaabike, usikie raha, burudani ni pale unapofanya matendo ya mwili, dhambi, ndio wenyewe unafurahi, lakini kwa kuacha kufanya hayo, maana yake unataabisha mwili wako. Sasa Paulo anasema, kwa maana na utaabisha mwili wako kwa kujitiisha chini ya Roho Mtakatifu, isije nikawahubiria wengine alafu mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Kiingereza hapa kizuri anasema, Disqualified, disqualified, maana yake kukosa vigezo. Kwa nisije nikawahubiria mimi habari wengine wakaingia mbinguni, alafu mimi nikawa mwenye kukosa vigezo vya kuingia kwenye ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hakikisha unataabisha mwili wako kwa kuacha kutenda matendo ya mwili, kwa kuiacha dhambi, kwa kuichukia dhambi, na hayo ni maamuzi ya mtu binafsi Sio maamuzi ya kundi la waliookoka. Wa wokovu ni wa mtu mmoja, sio wote. Huyo anasema hivi, maanake kuna wengine wapo ndani ya kanisa, wengine wameokoka, wanaofuata matendo ya mwili wanaomhuzunisha na kumzimisha Roho Mtakatifu. Hawa hawatauona uzima wa milele, watakosa vigezo, watakataliwa. Ili ukubaliwe, jitishe mwenyewe chini ya Roho Mtakatifu, taabisha mwili wako kwa kuto kuyafuata matendo ya mwili. Wokovu ni, ni mrahisi ukifuata kanuni za Roho Mtakatifu, ni mgumu kama utafuata. Utakuwa mtii kwake, au utapata uhakikisho wa kuingia mbinguni siku hiyo ya mwisho. Kwa kufanya hivi tutamlaki Bwana siku ile, amen.